Wachezaji wa timu zote mbili ambazo zinatarajiwa kucheza hapa leo, ndugu zangu waandishi wa habari, na wote waliohudhuria katika tukio o hili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa zawadi hii ya uhai na afya njema iliyotuwezesha kukutana mchana huu mzuri hapa Itimba leo. Na nichukue fursa hii kumshukuru mwanamichezo namba moja Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye moyo wake na dhamira yake ya dhati kwenye kuhakikisha michezo kwenye nchi hii inafanya vizuri vimetupelekea kuwa na takwimu ambazo hazijawahi kutokea kwenye historia ya nchi hii kwenye upande wa michezo. Mama, mama Samia oye! Dugu zangu wa Singida, nimefurahia kujumuika na nyinyi mchana huu leo kuja kuzindua rasmi uwanja huu katika kipindi cha miaka minne hii ambacho mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo mengi mno yamefanyika kwenye upande wa michezo, ikiwamo ujenzi wa miundombinu bora kabisa ya michezo, lakini na ukarabati mkubwa wa viwanja mbalimbali. Hivi tunavongea uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini uwanja wa Uhuru umeanza, uwanja wa mali kule Zanzibar, lakini kuna viwanja kadhaa vya mazoezi ambavyo vitakuja kutumika kwa ajili ya CHAN na afu, ambavyo ndio kazi inaendelea ya ukarabati. Lakini tunao mambo pia, ukarabati wa viwanja vingine vitano tunafanya, tuko katika hatua mbalimbali za kuhakikisha hilo litokee. Lakini katika kipindi hiki cha miaka minne tumekuwa tukifanya juhudi kubwa za kuhakikisha tunawaelewesha wadau wetu kuhusiana na, na u, uh, uh, sababu halisi za kwa nini tunatakiwa kuwekeza kwenye miundombinu ya michezo. Nchi hii kwenye wakati huu hasa inapiga hatua kubwa kwenye upande wa maendeleo ya michezo kiasi kwamba tunahitaji sana miundo mbinu ya michezo kote nchini, katika kuhakikisha hilo likifanyika kwa nguvu zote kama ambavyo limekuwa likifanyika sasa hivi. Kwa hiyo serikali haina uwezo wa kujenga viwanja vyote kwa wakati mmoja, na hivyo ndio maana tunawaomba sana wadau wetu watusaidie katika kuhakikisha wanawekeza kabisa miundo mbinu ya michezo kote nchini na sisi tutakuwa tayari kutoa ushirikiano na utawala wa kuona namna ambavyo tunaweza kufanya hivi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana, sana wanasingida wana Kumpongeza sana mkuu wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau na mali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu, lakini hili linafuatia pia kuwa, ina kumutika, uh, kuwa na timu nzuri ambayo ina kompiti kabisa kuona kama inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa uh, ligi ya NBC, Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwa upande huu na uh, hili uh, hili huohili uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uongozi uh, wa timu hii huko serious Swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja hatu baada ya nyingine, hatuwezi kufanya vitu vyote wa kwa wakati mmoja, na lifti, ndugu zangu wa Singida, si inamuvutia nchi, hata kama unataka kuomba msaada nipua, wakiyo, kwa hivyo, kwa hivyo wa kujengewa majukwaa mb. wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona wakiona asiri imeanza na pichi kama hivi, inakuwa rahisi kuelewesha kwa nini wakionge mkono kwenye kufanya hilo ambalo tunakusudia nakuzudia ni wapongeze sana wa Singida nimefurahia, nimekuwa na uwanja mzuri sana pengine miongoni mwa viwanja vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu. Na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli. Sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Mjumbe wa goli hapa ametambulia kusema kwamba timu yenu iko katika tatu bora, mimi sina sinaosema kama waziri mwenye dhamana ya mchezo niko kwa ajili ya kushuhudia hilo, lakini ni, ni watie wa moyo, tusiache kiam nafikia wao wameweza na sisi

na wadau wengine wote ambao mmechangia na kuhamisha. Leo tunakutana hapa kuja kushuhudia uzinduzi wa uwanja hii wakaja wenje uzuri. Niwaombe wana Singida, uwanja huu ni wakwenu

nitukutuza hii sasa na niombe tuendeleeaaaalahauzihauzi kwa miundombinu hii bora kisa ya michezo ilizongenezwa hapa Singida. Asanteni sana, huko bariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.